kwa hiyo kama tunapenda haki, tujipange, huku tukiwashauri ndugu zetu ambao wako mbali na Tanzania wanahamasisha haya maandamano. Tuje wote kwa pamoja, tupange tarehe ambayo ni nzuri, tufuate utaratibu, tudai haki yetu. Siku zote huwa haki inatawala.